Nakwambia kama mwamuzi angesimamia sheria kumi na saba za mpira wa miguu wale wangekula kadi nyekundu wachezaji saba mechi ingevunjika ile. Bwana mimi nakwambia, ile waamuzi nao Tanzania wana ile umimi, huruma ya nini, huruma ya nini kwenye mpira? Piga kadi nyekundu watoke. Sisi tuko kwenye mashindano makubwa, watu wanatuangalia saa hizi. Hizi Simba ndiyo hii kweli iliyotoka kucheza nusu fainali, watu wanashangaa. Kwa hiyo wasituzalishie, ligi yetu uchezwe mpira, watu wapate matokeo yaliyokuwa sahihi. Mnandi kubebwa kote, unaona bado hajaridhika. Simba je, kubebwa? Wanaobebwa ni hao wanaoenda kucheza ligi yao ya muungano wameenda kuungana huko, hao ndio wanabebwa bebwa. Tuajae kubebwa so. Eh, paka kesho asubuhi mechi. Hey, yeah. Hey, ingeilicho tungecheza kesho, kwa sababu mdewote analala, giza kinaingia hapa, hakuna taa. Ndio maana nawambia, hao wanapenda kuahidi hela, sio zambi. Waahidi kwa timu zenye uwezo uwanjani. Timu inagombania kushuka daraja, naiahidi hela, si hao mashujaa? Mashujaa wako nafasi ngapi kwa nani wapo wa hela wanajulikana, ambaye leo tungetoa sare wao wajifagilie njia ya ubingwa. Sasa ubingwa wataenda kuutafuta kwa tochi. Ubingwa wao waliochukua muungano na ngao ya jamii unawatosha, hayo ndio mashindano yao. Lakini ubingwa wa ligi kuu, ubingwa wa fa Simba Sports na ubingwa wa ligi, nina wasiwasi tukatangazwa tulikuwa tumelala tu nyumbani na wasiwasi mkubwa, si so? Wamesema wacheze mechi na kazi, wametuma barua yao, wameambia mechi iko pale pale na itachezwa. Yanga wanasema wataenda kushitaki, wapi tena? Wanasema mnaweza mkakosa vyote viti, tukosa vyote vipi? Shirikisho na ligi kuu hatujawahi kufanya hivyo hata siku moja. Mm. wao wamecheza fagia uwanja, sasa wanacheza fainali. Tunawaalika vilabu 15 vyote siku ya tarehe 25 mwezi wa tano, sawa. Waje pale Benjamin Mkapa, waje kupiga picha na kombe. Hawajawahi kuliona kombe la Afrika, waje pale vilabu vyote 15 wapige picha kwenye ardhi ya Tanzania. Hajawahi kukanyaga kombe toka mwaka 93, linakanyaga tena msimu huu. Kwa hiyo waje wapige nalo picha Sawa na yule anajifanya mwenyekiti wa vilabu ile, tunajua ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi Afrika, aje pale kuleta kamati yake, ije kusimamia amani ndani. Alafu Jumanne Mulilo kamati yake inasimamia nje. Kwa hiyo waje pale wawepo, wafanye kazi. Sisi binafsi wale watu tunawashenyeta na ubingwa tunaochukua pale, tukitoka pale tunaenda kwenye mji mkongwe pale bwawani pale. Kwa yule alikopewa yule rais wa, wa Zambia yule Kaunda pale, tutacheza sana pale Singeli. Tukitoka pale, tunapita Msimbazi, tukitoka pale, tunaenda Magogoni, tunaenda kulikabizi kuli kwa mama Samia. Ndio sehemu yake, lazima alipite sehemu tatu. Hadi kipa ametoka, mnashindwa kupiga kwa style hii, mnatutia mashaka, mtalileta kweli hapa. Kwa kipa katoka, tumeshindwa kupiga. Kipa gani? Kipa mashujaa. Kwani mwili unapoa mm, yani, lazima tena inakuwa haipo. Kwa binafsi alichotufanyia si plan ah, asake game plan, ule ni ujinga ule. Kwa una idea la timu haina uwezo yani, mtoto kashaferi tu, si kuwa mtiani wa mwisho, eti una eti una idea, lakini kila siku anawinda ndege. Unamwona nani amelala South Africa? nani Simba? tulilala South Africa, tulilala sisi, ah usitutake lazi, brother tumelala. Simba, Simba tujue kulala na tujue kufanya hivyo, kwa sababu Simba ni timu kubwa Afrika saa hizi. Sisi tuko finali, timu pekee ambayo haijaruhusu goli mpaka tuwa mm. hii ni Simba Sports. Unalijua hilo Wenzetu wote tuliingia nayo finali, watatu wote wameruhusu magoli, mmoja karuhusu goli mbili, mwingine karuhusu goli moja moja, lakini Simba peke yake ndo ajaruhusu. Katika dakika 180 ajaruhusu goli hata la offside. Matokeo gani ya ligi kimataifa? Sasa hizi kesi zinaibuka, kina Manara huko sasa wanatukana mabosi zao, yani hakueleweki, yani kila kitu kwao. Kwa nini wao kila siku, wana shida gani awa? Hawali hao eti hawali awa, jamaa au ndio wanakaa kwenye ile mabwawa kwenye chemba za chooni zile wanavuta ile nini carbon dioxide. Eti, wanavuta ile carbon dioxide na wachanganya. Kwa sababu sisi tuko mjini, basi waje mjini wavute oksijeni. Yaani hewa ambayo mwanadamu anapumua wao ndio wanavuta. Wanafikia watakuwa na akili sawa sawa. Hao kila siku kwao. Wewe Manara katoka kwa sema Simba kule wanamlipa laki saba hakuna hela. Leo analalamika na mtukana bosi wake. Kwa sababu sema kuna hela. Kuliko kanyaga wewe wao wameinua mguu. Finali umefika ambayo wao wana medali shingoni. Nani? Simba mpaka sasa hiyo medali Simba kashavaa. Hiyo, baga sasa inaonyesha medali. Baga sasa hivi Simba tayari ya medali tayari kapata. Sio finali zinaenda kuchezwa? Hmm. Nifungwe, nisifungwe Simba medali lazima avae. Hmm. Kwa hiyo maana kesho tumefanya comeback, alafu tunawadai finali, tunawadai kule club bingwa kwa anajifanya wao bingwa hapa muda wote. Tunawadai semi finali hii moja. Hiyo sijui atafika mwaka gani. Mimi naamini pengine mpaka nitapoteza uhai hapa. Hao jamaa hawafiki nusu finali. Kipi unachokifanya? Marudio. Kitu gani sasa marudio? Sio tumecheza dakika 93, wao wanasukwa nguo za watoto. 93 tunacheza wako hapa. Si wapo kwenye mabwao hapa? Sawa. Hii wao wanajifanya wamecheza kwa, kwa fluku. Sasa tumeenda kufu level. Kelele saizi hakuna. Ndio tunaibuka lakini na Manara mpaka wanatukana mabosi wao, kulewa kwa finali ya Simba. Mm. Sio masiala. Anasema kwa performance hii wanakutaka hata kesho asubuhi. Sisi wenyewe ndio malengo yetu katika kikipolo si cha pamba sije kiti ndani ya futa. Eh. Tupe kikipolo hiki. Eh. Haya ndio mazoezi yetu kwenda Morocco. Hata tukimaliza hicho kikipolo si Morocco. Mm. Kwa sababu tukirudi tayari ubingwa wetu tunakabidhiwa. Mm. Eh, hey, mimi naamini wakanyage pale Lupaso kama watatoka salama. Wao sio na kimbe wazee wafupi. Sasa tutaleta wazee wale wa mvilingo. ya, Kauli ya semaji. Mwenyekiti wa wasemaji barani Afrika Alshaba ni kama alisema kuwa Simba bila penati hauwezi kuona ushindi, na limejidhihirisha hapa. Tumeshuhudia penati mbili na zingine zikitiliwa mashaka, inaonekana kuwa kama za kawaida hivi za kawaida. Kwa hiyo wao, magoli ambayo walikuwa wanafunga ya penati yalikuwa ya kawaida, ile akifunga Simba sio ya kawaida, si ndio? Kwa hiyo tuambie tu, tu. Wao kama wanaona Simba anabebwa, wao nao wanaona wanachukia, wana, wana, wana waende wakapakatwe. Simba kama anabebwa, wao watafute mtu akawapakate, kwa sababu kama mtu anabebwa, maana yake mkubwa; mdogo anapakatwa Haizi kubebwa wakati mtoto mchanga. Kwa hiyo anaubebwa ni mtoto mkubwa ndo anabebwa na mbeleko. Mdogo anapakatwa mikononi. Kwa hiyo wao waende wakapakate. Acha sasa tubebwe kimataifa na tutabebwa hapa ndani. Kwa hiyo mimi naahidi msimu huu Simba bingo. Engineer hii nguvu anaitumia. Engineer hii si nguvu anaitumia. Na uwasiwasi mkubwa ataenda kulilia baharini. Hmm. Sasa anatumia nguvu kubwa sana brother. Kimataifa hayupo. Kwenye ligi huko tena ana, ana wasiwasi. We... Kaweka mzigo leo. Kaweka mzigo? Mpira wa nyuma mwiko ule kule ule ndo mpira wao original. Mpira wa ligi kuu Tanzania ni kopi. Mpira wao ndo ule. Umeona kuna chakushinda kwa nini kule? kule kwenye mechi tatu walizocheza mpaka fainali wameshinda goli nne, mechi ya kwanza mbili, mechi inayofuata moja moja na chupuchupu chupu kwenye matuta, kwenye fainali kigoli kimoja, hicho hicho kimelala kwa ule. Ndio mpira wao original, mpira unaocheza huku ni kopi. huku nane kumi watu wanafungwa sasa. Unawaambia nini wale ubeza ushindi wenu wa leo? Ah, wanaobeza ushindi wetu wa leo niwaambie tu, ni tu waendelee kununa, waendelee ku, kufezeeka na kusikitika, lakini Simba msimu huu ni bingwa Simba msimu huu ni bingwa kwenye mashindano makubwa Afrika na bingwa hapa, hatuachi kombe, kwa sababu Simba akitoa sare akipolo hata kimoja nyuma, mwiko ana nafasi ya kwenda kuchukua ubingwa asase. Tumewahidi vipolo vyote tumeweka baharini, hiki ndio tuiweka kwenye freezer tumekila leo, vinobaki viko chini ya bahari navyo tutavira vote kwa mashabiki wa Simba. Sasa wale ambao wamepata hofu kuelekea katika mchezo wa fainali kufuatia performance ya hii leo, unalipe la kuambia mimi, niwaambie tu wasiwe na hofu, wamependa sehemu ambayo ya ndoto zao, yaani ukipenda Simba umependa sehemu ya ndoto yako, usiwe na mashaka na Simba Sports. kuna watu miaka 90, miaka elfu mbili hawajawahi kushuhudia kombe. sawa kombe lilikuja mwaka tisini na tatu kwa mara nyingine linakuja tena elfu mbili na ishirini na tano. sawa waje pale

Sana, ili sio tupotee tukitoa sare hata moja tu, jamaa wana nafasi kwenda kuwa mabingwa hmm. Kwa hiyo leo walikuwa wanafurahia tutoe sare ili mambo yaende sawa, ndio maana sasa hizi wanalalamika kwamba Simba anabebwa. Sasa atabebwa sana Simba, kama anabebwa atabebwa sana. Anasema mmepita kwa VAR. Sawa, tumepita kwa VAR na wao watafute VAR iwapitishe Sawa mkubwa sana, anapita kwa veyala na wao watafute veyala wapatishe. Kama sasa tumepita kwa veyala na wao watafute veyala wapatishe wao, veyala si mbiwafanya waende kazi tu, yeah. Barua zika zinadondoka kama mvua, zinakuja kila siku saizi, unapeleka tena mashindikizo. Taarifa iliyotoka na kasi moja katika wakala ambao wameuandika katika kufahamisha umma kuwa nyaraka hii wamerudisha katika bodi ya ligi na wameandika kiasi ambacho kilitolewa, e, ni mali ya mahakama hakitarudishwa ndaya katika klabu ya Young Africans, hili unalizungumziaje na umelisikia hili e, wajinga ndio wali wao siku zote, wajinga ndio wali wao. Kwa hiyo wao wametoa hela kule, lakini hela watu wamekula lakini barua imetupwa okay. Shukrani, asante sana asante.